Leo tukua Chalinze linze kwa ajili ya kuwakabidhi ndugu zetu wa chama cha wafanyakazi wa bandari Dowuta, eneo lao la ambalo walinunua kama yadi kwetu. Tulikuwa na uongozi wa Dowuta taifa na wajumbe wa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuwakabidhi leo eneo lao, kwa eneo la Chalinze leo, na baadhi wanaonekana hapa, ni baadhi tu wajumbe wa tawi la Dar es Salaam. Ah, wito wangu sasa hivi tunahamasisha tu watu wakimilie wa Chalinze, sababu Chalinze sasa hivi kumekucha. Chalinze ni sehemu pekee ambapo uwekezaji wake hauna shida, hakuna migogoro, hakuna nini lakini pia tunaendelea kutoa hamasa tu kwa kila anayenunua kiwanja, sasa hivi ajitahidi anunue kiwanja ambacho kimepimwa, ambacho anapata hati yake. Majuzi kwa tunakabidhi hati kwenye ukumbi wa bandari, leo tumekuja kukabidhi viwanja vyao. Kwa hiyo wito wangu kuepusha migogoro ni kununua viwanja ambavyo vimepimwa, kwa sababu ukienda kununua vile viwanja vya kienyeji ndio unaingia kwenye migogoro. Gharama zetu hapa ni rahisi sana, viwanja vinaanzia shilingi milioni tatu na laki tisa mpaka kupatiwa hatimiliki yako. Kwa hiyo tuna viwanja vya makazi. Kwa hiyo karibuni sana Chalinze ni sehemu sahihi kuwekeza Chalinze kwa sasa. Leo nimepata kutembelea eneo ambalo aa, sisi kama chama tulikuwa tumeazimia lipatikane kwa ajili ya masuala ya uwekezaji au makazi kwa ajili ya wanachama wetu, na hii ni hoja ambayo ilikuwepo kwenye vikao vyetu mbalimbali kwa ajili ya taasisi yetu na wafanyakazi wetu au wanachama wetu, lakini leo nimefika hapa nimefurahishwa sana, nimeona eneo ambalo uh, wafanyakazi wamelipata, aidha uh, tawi letu la Dar es Salaam uh, limelichukua uwekezaji. Uh, hii ni hoja ambayo chama ilikuwa imeazimia. Nitoe wito kwa wafanyakazi wanachama wa chama cha Dowuta, tuje kwa wingi. Hili ni eneo la Chalinze ambalo kwa kweli ni zuri. Tuko hapa Chalinze, Chalinze tumekuja kuangalia, tumekuja kujishuhudia kiwanja chetu cha douta taifu cha douta Dar es Salaam. na pili, na sisi wenyewe tuna viwanja vyetu hapa, tuna viwanja vyetu, tumeshapata hati zetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakazi wote wa Dar es Salaam mikoani mje Chalinze, Chalinze kumekucha.